Akihutubia waombolezaji katika mazishi hayo ya kihistoria waziri wa madini na uchumi samawati Hassan Joho alimshutumu vikali aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kile alichokitaja kama juhudi za kutafuta huruma ya kisiasa baada ya kuondolewa kwenye mduara wa karibu wa rais Ruto. Joho aliwaonya wakazi wa pwani dhidi ya kuingia kwenye mtego wa kisiasa wa Gachagua na kuwataka wasibebe mizigo isiyo yao ya kisiasa. Alisisitiza haja ya umoja katika ukanda huo na akaahidi kuunganisha pwani izungumze kwa sauti moja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Mtawakumbusha tusipigane vita vya wenyewe. Tusipigane vita vao wenyewe. Wapigane vita vao sisi, tupigane vyetu wa kujipanga. Tumeelewana mpaka hapo? We will not be dragged into other people's battles. Viongozi wengine waliokuwepo pia walitumia fursa hiyo kuhamasisha vijana kushiriki maandamano ya Juni 25 kwa njia ya amani. Walisisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu na kutoharibu mali wakati wa kuwasilisha malalamiko yao. Kize. Iko siku jimbo la Pwani litazaa rais wa taifa la Kenya. And we must not drag ourselves to fight other people's battles. Tumeleona, na wachungaji hapo watakwambia, wengine wakiota wakilala, wakiota waona wazi, siku moja watasikia rais Hassan. Wakati baadhi ya viongozi wanawahamasisha vijana kujitokeza kwa wingi, wengine wanapiga debe mazungumzo na suluhu ya amani. Walisisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu na kutoharibu mali wakati wa kuwasilisha malalamiko yao. Hii inajiri huku nchi ikikumbwa na sintofahamu na mitazamo tofauti kuhusu maandamano hayo. Wakati baadhi ya viongozi wanaohamasisha vijana kujitokeza kwa wingi, wengine wanapiga debe mazungumzo na suluhu ya amani. Kwa mujibu wa tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu, watu 19 walifariki dunia huku zaidi ya 160 wakijeruhiwa katika maandamano ya Juni mwaka jana. Na hali inayozidi kuzua hofu kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi. Nikiripotia Dira ya Tandao jina langu ni Emmanuel Barasa.